Rais wa Urusi Vladimir Putin amekubali kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraini lakini amekataa usitishaji vita kwa siku thelathini kufuatia mazungumzo yake na Rais wa Marekani Donald Trump. Putin amesema mapatano ya kina yanaweza tu kufanya kazi ikiwa msaada wa kijeshi wa kigeni na ushirikiano wa kijasusi na Ukraini utasitishwa ambapo pia washirika wa Ukraini wa Ulaya hapo awali walikataa masharti hayo. Hata hivyo kwa mujibu wa mjumbe wa Marekani katika eneo la mashariki ya kati, Steve Witkoff amesema mazungumzo ya Marekani na Urusi yanatarajiwa kuendelea Jumapili huko Jeddah Saudi Arabia. Katika vita hivyo vilivyodumu kwa miaka mitatu, Urusi hivi karibuni imekuwa ikilikomboa eneo la Kuski ambalo lilichukuliwa na uvamizi wa Ukraine miezi sita iliyopita. Matokeo hayo ya wito wa Jumanne wa makubaliano ya Trump na Putin ni sawa na kujiondoa katika nafasi ya Marekani kutoka pale iliposimama wiki moja iliyopita ingawa viongozi hao wawili walikubaliana kwamba mazungumzo zaidi ya amani yatafanyika mara moja katika mashariki ya kati. Rais Volodymyr Zelensky ambaye aliwasili Helsinki, Finland kwa ziara rasmi siku ya Jumanne, Mda mfupi baada ya mazungumzo ya Trump na Putin kukamilika, amesema Ukraine iko tayari kwa wazo la makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini anataka maelezo zaidi kwanza. Baadaye alimshutumu Putin kwa kukataa usitishaji mapigano kufuatia msururu wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni hospitali ya Sami na vifaa vya umeme huko Sloyanski. Hii ni TMC News Update kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe.